Chama cha Walimu Tanzania CWT kimewataka walimu watakapopata dhamana ya kusimamia uchaguzi mkuu ujao kuhakikisha wanafuata sheria na kanuni za e, uchaguzi na kujiepusha kufungamana na upande wowote ili kulinda heshima ya kada hiyo. Ni wito ambao umetolewa na Rais wa CWT Dr. Suleiman Ikomba ya CWT kikifanyika hapa Dodoma kujadili masuala mbalimbali yanayohusu chama hicho na wanachama wake ambao ni walimu. Kando ya kikao hicho, rais wa CWT Dr. Ikomba anazungumzia nafasi ya mwalimu kwenye uchaguzi mkuu huku akiwataka wa walimu watakaosimamia uchaguzi huo kuzingatia sheria. Kupitia uchaguzi huu nataka kuwaomba walimu, nichukue kwa nafasi yangu kama rais wa chama cha walimu Tanzania, kuwaomba walimu wote kama kioo cha taifa wajitokeze tarehe 29 ya mwezi Oktoba 2025 kwenda kupiga kura, wawe wa kwanza kwenda kupiga kura, lakini wa kwanza katika kuhamasisha wananchi na kuwaeleza umuhimu wa kupiga kura, umuhimu wa kulilinda taifa letu ambalo mataifa mengine wanajifunza kutoka Tanzania. Asitaka kujua lazima ambiwe ajue hivyo. Katika kikao hicho, Katibu Mkuu wa CWT Joseph Misalaba amewataka wanachama wa CWT kudumisha umoja na kutumia vyombo vya maamuzi ndani ya chama hicho kutatua changamoto zinazowakabili. Kikubwa tuendelee kuwa waaminifu na tuwe na imani, migogoro haijengi, inabomoa. Jambo jingine ambalo ni waombe wanachama wenzangu wa Chama cha Walimu Tanzania, walimu wenzangu, tujitahidi kuungana, tuwe wamoja, tushirikiane tushikamane na tunapokuwa na chaguzi zetu tujitahidi kuridhika na matokeo. Kikubwa tuendelee kushikamana tukijenge chama chetu. Kazi kubwa ya Chama cha Walimu ni utetezi wa walimu. Sisi tunaendelea kuwatetea walimu, tunapigania haki zao na stahiki mbalimbali mbali. Baadhi ya walimu ambao ni wanachama wa CWT wamepongeza utulivu uliopo ndani ya chama hicho kipindi hiki lakini mimi ni wase walimu waendelee kuwa na imani na chama cha walimu Tanzania kwa sababu kinafanya kazi kubwa sana kwa kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba maslahi ya walimu yanapatikana kama ambavyo imepangwa kwenye katiba yetu. Tunafanya vikao mbalimbali tunajadiliana na serikali na mpaka sasa hakuna jambo ambalo imefikia sehemu kwamba imeshindikana. George Mbara, Azam News, Dodoma.